Echocardiogram ni kipimo ambacho eh, ni kama tu uchunguzi wa moyo kwa kutumia mawimbi ya sauti ultrasound. Wakati wa uchunguzi wa echocardiograph, eh, kifaa maalum hutuma mawimbi ya ultrasound na mawimbi yanayorudi kutoka kwenye moyo, eh, yanatumiwa kutengeneza picha inayoonyeshwa kwenye skrini kama echocardiogram. Katika echocardiogramu tutaangalia muundo wa moyo na e eh. Kwa kutumia mbinu nyingine kama vile e eh, uchunguzi wa dopla na nyinginezo, tutaangalia jinsi moyo unavyofanya kazi. Kwa hiyo kwenye echocardiography tunayo eh, transthoracic echocardiography pamoja na transesophageal echocardiography. Hizi ni mbinu tofauti tofauti na eh, kimsingi tukija kwenye eh, mbili di echokardiogramu eh ambayo tunafanya mara kwa mara katika shughuli zetu za kila siku ni echokardiogramu ya vipimo viwili, na e eh, inatupa uelewa wa vyumba mbalimbali vya moyo eh pamoja na muundo wa moyo na e eh, jinsi unavyosogea. Kwa hiyo kwenye uchunguzi wa echokardiografi tunayo mbinu nyingine inayoitwa mode echokardiogramu. Hii ni echokardiogramu ya mwendo wa muda. Ea hii inatoa miale moja ya e, uchambuzi wa mawimbi ya sauti. Kwa hiyo e, kwa kutumia hii mode echocardiography, tutachambua vipimo mbalimbali mbali kama vile e, ukubwa wa moyo upana wa muundo fulani na urefu pamoja na kina chake tutachambua kwa namna hiyo. Wakati huo huo, kwenye uchunguzi wa Doppler tutachambua mwendo wa seli nyekundu za damu. Eh, kutokana na hilo tutachambua shinikizo mbalimbali mbali ndani ya moyo. Na pia kuna njia nyingine kwenye mbili the echocardiography inayoitwa uchunguzi wa color Doppler. Kwa hiyo kwa kutumia color Doppler, yaani kwa kuweka rangi kwenye seli za damu tutaweza kuchambua kazi ya valvu mbalimbali mbali, kama valvu fulani imebanwa au kama valvu hiyo inavuja. Kwa hiyo kutokana na mpangilio wa rangi tutaweza kuchambua jambo hili, na pia tunaweza kuchunguza kama kuna muunganiko usio wa kawaida kati ya vyumba vya moyo, kulingana na mwelekeo wa mtiririko wa damu na mambo mengine. Kwa hiyo kwa kufanya uchunguzi huu wa kina kwa kutumia mmode echokardiografi na echokardiografi ya vipimo viwili, pamoja na uchunguzi wa dopla na pia color dopla hivyo tutaweza kuchambua muundo wa moyo pamoja na kazi zake kwa undani mkubwa. Hapo zamani tulikuwa tunafanya uchunguzi wa cath, mbinu inayoitwa cath studies, ili kuelewa shinikizo ndani ya moyo kwa kuingiza katheta ndani. Huo ni utaratibu wa uvamizi, lakini kwa kiasi kikubwa sasa hivi echocardiography imekuwa mbadala wa cath studies. Isipokuwa tu pale inapokuwa ni lazima sana hatufanyi tena cath studies. Echocardiography imechukua nafasi ya karibu cath studies zote. Hivyo hiki ni kifaa kizuri sana tulicho nacho, na inachukua dakika tano hadi kumi tu kufanya uchunguzi kamili wa echocardiography, na hiyo inatoa maelezo ya kina kuhusu muundo na kazi ya moyo.